Azam FC imetinga fainali ya kombe la shirikisho la soka Tanzania TFF, maarufu kama kombe la Azam Sports Federation Cup ASFC, baada ya kuwafunga wenyeji Mwadui FC kwa penati tano kwa tatu kufuatia sare ya mabao mawili kwa mawili ndani ya dakika 120, uwanja Mwadui Complex Shinyanga. Shujaa wa Azam FC alikuwa ni beki Agrey Morris aliyefunga penati ya tano na kuamsha shangwe kwa wachezaji wenzake. Hebu tazama uondo anakwenda kupiga penalty ile ya tano. Agrey akikosa anawarejesha mchezoni. Shuhuri, shuhuri imemalizika. Azam anakinga hatua ya fainali ya michuano ya kombe la FA kwa uh, penalty ya mwisho iliyopigwa na Agrey Ambrose Morris. Stewart amepagawa. Ni mara chache sana kumuona akishangilia kwa kiwango hiki ya, Nituwa, bila shaka natumaini hikiasha matumaini alikuwa. Ni wengine waliofunga penati za Azam FC ni nahodha John Boko Himid Mao, Alan Wanga na Waziri Salum, wakati tatu za Mwadui zilifungwa na uh, Malika Neule, Idi Mobi na Jabir Azizi aliyekosa kwa upande wa Mwadui ni Kevin Sabato. Dakika tisini za mchezo huu zimemalizika timu hizo zikiwa zimefungana bao moja kwa moja, Azam ikitangulia kwa bao la Hamisi Mchavyali dakika ya tatu kabla Mwadui kusawazisha kupitia, uh, kwa dakika ya 82. Katika dakika 30 ya nyongeza Azam ikitangulia tena kwa bao la Mcha dakika ya 97 kabla Jabir Azizi kuisawazishia Mwadui, uh, dakika 120.